Karibu kwenye kipindi chetu cha mambo ya mtaji. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ambayo tunaongelea masuala yanayohusiana na, na mtaji, na leo tunaangalia eh, jinsi ya kukadiria mitaji ya hizi biashara ndogondogo. Nimekuwa napata maswali naletewa eh, kwa kwa njia ya text, kwa naletewa kwa SMS na hata email wengi wakitaka kujua e, wanataka kuanzisha biashara ambazo ni ndogo ndogo, wanataka kuelewa kiasi cha mtaji kinachohitajika. Sasa huwa najaribu kuwajibu, lakini bado maswali yanakuwa mengi. Sasa jambo la msingi ni kuwa unapotaka kukadiria mtaji, kuna mambo mawili makubwa ya kuangalia. Jambo la kwanza ni kuwa kuna vigezo vitatu ambavyo ni vya muhimu vinavyotumika kukadiria e, mahitaji ya mtaji wa biashara. Kigezo cha kwanza ni kufa, kujaribu kufahamu fedha ambazo zitahitajika kwa ajili ya kuanzisha biashara hii, ikiwa na maana fedha zote utakazolipa za kwenda huku na kule mpaka siku unapoanzisha biashara. Sasa hii inaitwa ni fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara. Kigezo cha pili ni fedha utakayotumia kuendesha biashara. Maanake ni kuwa sasa biashara inapoanza kufanya kazi, kuna mahitaji ya fedha zinazohitajika sasa, hizi ndizo zinaitwa fedha za kuendesha biashara. Na kigezo cha tatu ambacho ni cha mwisho ni fedha zinazohitajika kwa kununua vifaa mbalimbali vinavyohusiana na biashara, kwa sababu kwenye biashara kuna vifaa vinahitajika vya kufanikisha hiyo biashara. Sasa hivi ni vigezo vitatu ambavyo inabidi uvifahamu, na sasa jaribu kutenga fedha katika kila kigezo. Sasa namba mbili, ambayo hii ndio ya muhimu sana, ni kuwa ukubwa wa mtaji au udogo wa mtaji unategemea na wewe, vision yako, aina ya biashara unataka kuanzisha. Kama maono yako unataka kuanzisha biashara ambayo ni kubwa yenye mahitaji makubwa, definitely mtaji utakuwa mdogo, utakuwa mkubwa. Lakini kama unataka kuanzisha biashara ndogo, na katika hali kama hiyo, hata matakwa yako yatakuwa ni madogo na utafanikiwa kuwa na mtaji mdogo wa kuanzisha biashara. Sasa hivi vitu viwili vya, yani, hii jambo la mwisho ni la muhimu sana. Usije ukawa unataka kuanzisha biashara ambayo ni kubwa yenye eh, mahitaji makubwa alafu wewe una mtaji ambao ni kidogo, haiwezi hiyo kufa, kufanikiwa. Au wewe una mtaji mkubwa unataka kuanzisha biashara dogo, sasa utakuta vitu vingine unaanza kushangaa na pesa inabaki na vitu kama hivyo kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ya muhimu. Sasa twende kwenye mada yetu ya leo ya jinsi ya kufanya eh, makadirio ya mtaji wa biashara ndogo. Kuna mambo saba ambayo itabidi uyatafakari ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara ambayo ni ya mtaji mdogo. Kuwa nasi mpaka mwisho. Karibu kwenye kipindi chetu cha mambo ya mtaji, leo ikiwa ni siku ya Ijumaa ni siku ambayo tunaongelea maswala yanayohusiana na, na mtaji. Na leo tunaangalia e, jinsi ya kukadiria mitaji ya hizi biashara ndogondogo. Nimekuwa napata maswali naletewa, e, kwa kwa njia ya text kwa naletewa kwa SMS, na hata email. Wengi wakitaka kujua e, wanataka kuanzisha biashara za ambazo ni ndogondogo wanataka kuelewa kiasi cha mtaji kinachohitajika. Sasa huwa najaribu kuwajibu, lakini bado maswali yanakuwa mengi. Sasa jambo la msingi ni kuwa, unapotaka kukadiria mtaji, kuna mambo mawili makubwa ya kuangalia. Jambo la kwanza ni kuwa kuna vigezo vitatu ambavyo ni vya muhimu vinavyotumika kukadiria eh, mahitaji ya mtaji wa biashara. Kigezo cha kwanza ni kufa, kujaribu ku fahamu fedha ambazo zitahitajika kwa ajili ya kuanzisha biashara hii, ikiwa na maana fedha zote utakazolipa za kwenda huku na kule mpaka siku unapoanzisha biashara. Sasa hii inaitwa ni fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara. Kigezo cha pili ni fedha utakayotumia kuendesha biashara, maanake ni kuwa sasa biashara inapoanza kufanya kazi kuna mahitaji ya fedha zinazohitajika. Sasa hizi ndizo zinaitwa fedha za kuendesha biashara. Na kigezo cha tatu ambacho ni cha mwisho ni fedha zinazohitajika kwa kununua vifaa mbalimbali vinavyohusiana na biashara. Kwa sababu kwenye biashara kuna vifaa vinahitajika vya kufanikisha hiyo biashara. Sasa hivi ni vigezo vitatu ambavyo inabidi uvifahamu, na sasa jaribu kutenga fedha katika kila kigezo. Sasa, namba mbili ambayo hii ndio ya muhimu sana ni kuwa ukubwa wa mtaji au udogo wa mtaji unategemea na wewe vision yako, aina ya biashara unataka kuanzisha. Kama maono yako unataka kuanzisha biashara ambayo ni kubwa yenye mahitaji makubwa, definitely mtaji utakuwa mdogo, utakuwa mkubwa. Lakini kama unataka kuanzisha biashara ndogo, na katika hali kama hiyo, hata matakwa yako yatakuwa ni madogo na utafanikiwa kuwa na mtaji mdogo wa kuanzisha biashara. Sasa hivi vitu viwili vya yani, hii jambo la mwisho ni la muhimu sana. Usije ukawa unataka kuanzisha biashara ambayo ni kubwa yenye mahitaji makubwa halafu wewe una mtaji ambao ni kidogo, haiwezi kufa, hiyo kufanikiwa. Au wewe una mtaji mkubwa unataka kuanzisha biashara ndogo, sasa utakuta vitu vingine unaanza kushangaa na pesa inabaki na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ya muhimu. Sasa twende kwenye mada yetu ya leo ya jinsi ya kufanya eh, makadirio ya mtaji wa biashara ndogo. Kuna mambo saba ambayo itabidi uyatafakari ili uweze kufanikiwa kuanzisha biashara ambayo ni ya mtaji mdogo. Kuwa nasi mpaka mwisho. Sasa nimewambia kuwa kuna mambo saba ambayo inabidi utafakari, kwa hiyo tunakwenda moja baada ya nyingine. Sasa namba wani ni kutambua aina ya upeo wa biashara yako. Sasa kama nilivyosema hapo awali, inabidi ufanye uamuzi, inategemea unataka biashara kubwa au biashara ndogo. Namba moja ni tambua aina na upeo wa biashara yako. Unataka kujenga nini na kiwe kikubwa kiasi gani? Unataka kibanda cha chipsi au mgahawa mkubwa? Unataka duka la nguo ambalo ni kubwa? Lazima uweke wazi. Kama ni mgahawa, unatakiwa uwe na meza ngapi wateja wangapi kwa saa? Huu ndio upeo wako ambao unatakiwa ueleweke. Namba mbili ni kufanya uchambuzi wa biashara ya kuanzisha ya, wa gharama za kuanzisha biashara. Kama nilivyosema, kigezo moja wapo ni gharama za kuanzisha biashara, kwa hiyo sasa inabidi ufanye uchambuzi wa gharama zote zinazohusiana na kuanzisha biashara. Sasa namba mbili ni kufanya uchambuzi wa gharama za kuanzisha biashara. Hizi ni gharama ambazo zinatokea mara moja tu ili kufungua milango yako. Tuchukue mfano, unataka kuanzisha biashara ya duka la nguo. Namba moja, panahitajika kodi ya pango ya miezi mitatu ambayo hapa nimeweka kama laki tisa. mbili ni ukarabati, kupaka rangi hicho chumba, sakafu, taa na kadhalika, ambayo hiyo ni laki nne na elfu themanini. Tatu, ni kupata mashelfu na fremu za vioo, hii jumla inakuja laki tisa na elfu ishirini. Nne, ni stoko ya kwanza, yani mzigo wa kwanza wa bidhaa za nguo, ambayo hii ni imeweka milioni mbili na laki moja. Tano, ni leseni na vibali mbalimbali, laki mbili na elfu hamsini. Sita, ni vitu vidogo vidogo kama mifuko eh, vifungashio na kadhalika, ambayo inakuja laki moja na nusu. Sasa hivi vitu vyote jumla tayari nakwa ni milioni nne na elfu tano. Namba tatu pia kama nilivyokueleza ni gharama za kuendesha biashara, na hii sasa kwa kawaida huwa tunafanya gharama za kuendesha biashara kwa kipindi cha miezi mitatu hadi sita, kwa sababu usije kaweka kamtaji kwa ajili ya mwezi mmoja, unakuta baada ya mwezi mmoja hela imekwisha na utapata wapi? Kwa hiyo mara nyingi atakuwa uweke mtaji wa miezi mitatu hadi sita ya kuendesha biashara. Namba tatu ni kukadiria gharama za uendeshaji wa biashara kwa muda wa miezi mitatu hadi sita. Biashara yako ni mpya, haitaleta faida siku ya kwanza. Hii haiwezekani. Unahitaji pesa ya kutosha kuishi kwa miezi mitatu hadi sita hata kama upati mteja hata mmoja. Huu ndio mtaji wako wa kufanya kazi. Tunachukua mfano wa biashara ya saluni: kodi laki mbili na nusu kwa mwezi, umeme elfu sitini kwa mwezi, maji elfu arobaini kwa mwezi, mshahara kwa wafanyakazi wawili laki nne na mshahara kwa ajili ya kinyozi laki tano stoku ya vitu kama mafuta, dawa ni laki tatu na nusu gharama ndogo ndogo ni laki moja. Sasa hapa jumla kwa mwezi ni, laki, ni milioni moja na laki saba. Hii inamaanisha unahitaji milioni tano na laki moja benki tu kwa ajili ya biashara yako ili isife. Kama huna hii, umeme utakatwa, wafanyakazi watakosa mishahara na watakukimbia na biashara inaweza ikafilisika. Namba nne ni kufanya tathmini ya fedha inayohitajiwa kwa ajili ya kuendesha biashara. Sasa hapa tunazungumzia fedha, na hii sasa ndio haya mambo ya cash flow, mzunguko wa fedha na vitu kama hivyo. Namba nne ni tathmini ya mahitaji ya fedha za kufanya biashara, kwa Kiingereza wanasema hizi ni cash flows au ni mzunguko wa fedha. Sasa mzunguko wa fedha ni kila kitu kwenye biashara, ni pesa inayoingia na kutoka ikisimama umekwisha. Ni rahisi, ni rahisi hivyo. Sasa mfano tuangalie mfano wa duka la chakula. Unatumia laki sita kununua stoku ya wiki, unauza na kupata laki nane na ishirini Huo ndio mzunguko, pesa inaingia na kutoka haraka. Ukikosea, ukikosea hapa utajikuta unachukua mkopo eh, wa dharura na ambayo hii ina riba kubwa sana ya asilimia thelathini. Sasa hii inakuwa sio sawasawa. Sasa mchezo unakuwa umeisha na biashara inakuwa imeanguka. Kwa hiyo kuwa mwangalifu sana na mambo ya cash flows. Namba tano ni kuangalia chanzo cha mtaji wako wa biashara, lazima ijulikane hizo pesa unapata kutoka wapi. Kwa hiyo ni muhimu sana utafakari sehemu ambayo utapata fedha za kuendesha hiyo biashara. Namba tano, angalia chanzo cha mtaji wako. Swali linalofuata ni kubwa, akiba yako yaani, wapi utapata fedha za mtaji? Kwenye akib, kutoka kwenye akiba yako, benki, kutoka kwa ndugu, au vikoba? Angalia hii movie, na nataka kukuelezea saluni moja ambapo iko Kijitonyama. Walitaji milioni tano baada ya kukimbilia benki, badala ya kukimbilia benki Walianzisha merry go round na wakapata shilingi milioni tatu. Walitumia hiyo pesa kwa miezi sita na wakatengeneza rekodi nzuri ya mauzo. Baada ya hapo, e, benki iliwapa e, milioni mbili zilizobaki kwa riba ndogo sana. Hii walihaki mfumo sasa. Jifunze kutoka kwa hao jamaa, hakikisha unaweza kulipa deni bila kuua biashara yako uwezo wako ni wa kulipa deni ndio ufunguo wako, na benki inaangalia rekodi zako na wanaweza kukukopesha. Namba sita ni kufanya uchambuzi wa faida au hasara eh, wa mwanzo wa, wa biashara na kuanzisha. Ni muhimu hivi vitu uanze tangu mwanzo, usingoje mpaka sijui mambo yameshakuwa mabaya ndio unaanza kufanya hivyo. Kwa hiyo weka utaratibu wa kutengeneza hesabu na unafanya uchambuzi sasa kama umepata faida au hasara. Sasa namba sita ni fanya uchambuzi wa faida na hasara ya mwanzo wa biashara. Hebu fanya hesabu hii ya haraka kwa duka lako la vyakula. Mauzo yanayotarajiwa ni milioni mbili na laki nne, gharama zote ikiwa ni pamoja na stoku, kodi, mashahara na kadhalika ni shilingi milioni mbili laki moja. Kwa hiyo faida eh, kabla ya kodi inakuwa ni shilingi laki tatu. Kama hiyo namba ni ndogo sana kwako, nzuri basi ni nzuri. Hii inamaanisha unaweza kurekebisha biashara yako sasa hivi kabla hujaweka hata shilingi moja. Labda baada ya kuuza maziwa tu, ongeza bidhaa zenye faida kubwa kama mandazi na kadhalika. Hii hesabu rahisi ni nguvu kubwa ya kuokoa usi, usizame. Namba saba ni kuweka fedha kwa ajili ya dharura. Unajua kitu chochote kinaweza ikatokea ambacho hakikutarajiwa. Kwa hiyo inabidi utafakari eh, jinsi ya kuweka fedha kwa ajili ya dharura au gharama ambazo hazikutarajiwa. Hii haiepukiki wakati unafanya biashara. Namba saba, weka nafasi ya gharama zisizotarajiwa. Maisha na mambo mengi, mambo hayatabiriki. Jiko lako la gesi inaweza likalipuka, bei ya vitu zikapanda, mpango wako mzuri utavurugika. Unahitaji mfuko wa dharura. Tenga asilimia kumi ya mtaji wako ili usiuguse. Kwa mfano, kwa mfano wetu ambao tumeutoa, ambao ni milioni mbili na 05, weka Tanzania shillings laki tatu na nusu. Hizo ziweke pembeni. Hii ni parashuti yako. Bila hiyo, unaruka kutoka kwenye ndege bila backup, utaanguka na kufa. Na hii ni kubwa. Benki za biashara na benki za familia ni vitu viwili tofauti. Sasa kawaida, katika kila kipindi huwa ninakuwa na wito ambao naotoa. Sasa sikiliza wito wangu wa siku ya leo. Sasa kama hizi hatua saba zimeokoa biashara yako ya baadaye, nataka ushuke kwenye comments na uandike niko tayari, na kwa kila mtu atakaye comment nitampa bila malipo template ya Excel ambayo huwa ninatumia mimi mwenyewe, ili uweze kupanga biashara yako ikiwezekana kuanzia leo. Sasa mwisho wa kipindi, na nataka kukueleza kwa kifupi yale ambayo yametokea kwenye kipindi chetu. Kukadiria mtaji siyo kazi ya shule hii ni hatua muhimu zaidi ili usifeli. Ni tofauti kati ya kubahatisha na kujua. Kama unahitaji laki tano au milioni hamsini, hakuna tena kukisia. Tumeangalia mambo yafuatayo: upeo wa biashara, gharama za kuanza, gharama za uendeshaji, mzunguko wa fedha Vyanzo vya mtaji, uchambuzi wa faida na mfuko wa dharura. Fuata huu mpango, shikilia bajeti yako na utakuwa kwenye ile asilimia 38 ya watu wanaofanikiwa. Ninaamini katika wewe. Sasa acha kuangalia na anza kuhesabu. Twende kazini na utafanikiwa. Kuanzisha biashara